Naomba nitumie nafasi hii adimu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema kwa kutuwezesha kupita salama katika uchaguzi mkuu ambao tuliufanya mwezi uliopita. Lakini pia niwapongeze sana waheshimiwa madiwani. Tuliingia hapa mkiwa mnafanana na mimi lakini wenzangu Mmeshaingia katika mavazi rasmi ya kazi, mmependeza kwenye majoho, hongereni sana. Mmeingia kwenye mfumo, kwa kweli mnapendeza. Na katika hili ni wapongeze kwa solidarity ambayo tumeionyesha ya kuonyesha confidence tulionayo kwa viongozi wetu wapya, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri kaka Longino na mzee wangu makamu mwenyekiti mzee wetu Kobu Shoke, kwa kuwapa kura kwa asilimia mia moja kila mmoja wetu. Naomba tukupongeze, niwapongeze sana mwenyekiti wetu wa halmashauri kaka Longino kwa imani hii kubwa ya waheshimiwa madiwani. Tumekuchagua kwa asilimia mia moja tukiwa na imani na wewe, lakini vile vile nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwashukuru sana wananchi wa wilaya yetu ya Karagwe kwa imani kubwa ambayo wameonyesha kwa chama chetu cha mapinduzi kwa kutupa ushindi wa kishindo na wa kihistoria katika uchaguzi, ambapo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alipata ushindi wa kishindo. Mimi kwa niaba yake naomba niwashukuru sana sana wanakaragwe kwa upendo na imani kubwa kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo ambayo tulimpatia. Na nishukuru mimi mwenyewe kijana wenu, niwashukuru sana Wanakaragwe kwa kuendelea kuniamini, hata mimi mlinipa kula za kishindo sijawahi kuzipata maishani mwangu. Naomba niwashukuru sana Wanakaragwe, lakini katika shukrani zangu niwashukuru Wanakaragwe kwa kuwachagua madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi, na kama ambavyo mnafuatilia kupitia vyombo vya habari vilivyoko hapa, mnaona baraza la madiwani hili jipya imeanza kwa kasi kubwa. Mesikia hoja ambazo waheshimiwa madiwani walikuwa na hoji. Hivi ndivyo tunatakiwa kufanya. Waheshimiwa madiwani, hongereni sana kwa kuaminiwa na e, wanatara. Usiposhukuru kwa kidogo hata kikubwa uweze ukashukuru. Kwa hiyo niliona e, katika mtiriko huo niweze kutoa shukrani zangu, lakini kipekee naomba nimshukuru sana sana Mheshimiwa Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kijana wenu toka Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani, kwa niaba yenu amenipa heshima ya kipekee sana kwa nafasi mbalimbali mbali ambazo alinipa mimi. Ni wengi walikuwa wa na sifa ya kuwa na nafasi hizo, lakini akasema kijana wenu, mwana Karagwe, niweze kumsaidia katika majukumu mbalimbali. Naomba nimshukuru sana na niwatie moyo Mheshimiwa madiwani na Wanakaragwe, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan bado ana imani na upendo mkubwa kwa wilaya yetu ya Karagwe. Kwenye utumishi wa umma wengi wana sifa na kutumishi ni, ni privilege, na katika hili nimwahidi mheshimiwa rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan nchi yetu ni kubwa, na ilani ya Chama cha Mapinduzi wote tumejipanga kuitekeleza kwa kushirikiana kwao. Hata katika nafasi hii ya uwakilishi kama mbunge bado nina nafasi kubwa ya kumsaidia rais wetu kama mbunge bungeni, lakini kumsaidia rais wetu kama mbunge ambaye nina jimbo lenye mahitaji na changamoto nyingi. Kwa hiyo, nimshukuru Mheshimiwa Rais, amenipa fursa ya kuweza kushikamana na nyinyi waheshimiwa madiwani kuhakikisha tunasimamia maendeleo kwenye kata zetu ishirini na tatu, mimi nikishirikiana na nyinyi waheshimiwa madiwani. Msione tumepungikiwa chochote, niwahakikishie milango ambayo nilipata fursa ya kufunguliwa wakati mheshimiwa rais nikimsaidia katika majukumu mbalimbali, hizo network mawasiliano, tutayatumia kuhakikisha Karagwe yetu tunaendelea ku Namshukuru sana mheshimiwa rais wetu kwa imani yake hiyo, na tumwaahidi tutaendelea kumpa ushirikiano kujenga nchi yetu na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano ijayo. Kipindi hiki ambacho nimepata muda wa ziada mimi niwahakishie Wanakaragwe, kazi hii niliomba kutoka kwenu, mkaniamini na muendelea kuniamini. Nitatumia muda huu hata kama nikutembea kwa miguu hata kama ni kwa njia yeyote ile, tutafika kote mliko kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwa kisha tunasimamia utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Waheshimiwa wa madiwani, hata vitendea kazi tumejipanga. Kwanza nimshukuru na nimpongeze katibu wangu wa mbunge, ndugu yangu Ivo Ndisanye kwa namna ambavyo ameendelea kunisaidia na nimemfanyia wepesi katika majukumu. Tumenunua pickup mbili ili kuongezea kwenye ile kalina ambayo ili trendi wakati wa uchaguzi. Sasa kuna hiyo kalina, kuna pickup mbili kwa ajili ya kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Moja tutaipeleka ukanda wa Nyaishozi nakuwa na ofisi ndogo ya mbunge pale Rwambaizi, na nyingine tutaipeleka upande wa Nyaishozi nakuwa na ofisi ndogo pale Nyaishozi ili kuboresha huduma kwa wananchi wetu. Na kupitia baraza hili, ndugu yangu, naomba uendelee kunisaidia kwa mara nyingine kama katibu wa mbunge. <coughs> Umekubali ndugu yangu, asante sana.